Kwanza tunaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kama ilivyo kawaida ya sisi. Kama Simba tuko vizuri, tumejiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua tutakutana na timu ambayo tayari umekwishashuka daraja. Siku zote nasema unapokutana na timu kama hiyo inakupa wakati mgumu, kwa sababu wachezaji wengi wanapokuwa katika hatua hiyo ni kwamba huwa wanapenda kucheza kwa kujionyesha wao wenyewe. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi ya ushindani na mechi ngumu, lakini sisi tumejipanga pamoja na ushindani wao na ugumu wao tupate alama zote tatu katika mchezo wetu wa kesho. Kweli, kama nilivyosema mwanzoni hapa, tukutana na timu ambayo haina cha kupoteza, na siku zote unapocheza na timu ambayo haina cha kupoteza, wao wanakuwa wanacheza hawana pressure. sisi tunatafuta kitu ambacho ili tuweze kwenye ubingwa, kwa hiyo sisi tutakuwa tuna pressure kubwa sana kuliko wao, kwa hiyo wao watakuwa relax kuliko sisi na kama nilivyosema mwanzoni, watacheza kwa juhudi, kwa sababu timu imeshuka, lakini siku zote mchezaji anakuwa hapendi kushuka. Kwa hiyo atataka aonyeshe ili aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo nasema kwamba itakuwa ni mechi ngumu, kwa sababu wao hawana cha kupoteza. Pamoja na yote, sisi tunalifahamu hilo, tumejipanga na ugumu wote utakaojitokeza kwenye mchezo wa kesho, tuhakikisha tunapata alama zote tatu. <coughs> Ya, ukiangalia kama nilivyosema tuna wiki, ndani ya wiki tuna tuna mechi tatu tuna, tuna game tatu mfululizo. Kwa hiyo sidhani kama kila baada ya siku mbili unaweza kutumia wachezaji wale wale. Siku zote wachezaji ambao sio mashine naweza kusema kwamba ni kweli. Katika game zilizobaki hizi lazima tufanye rotation, hatuwezi kuwachezesha wachezaji wale wale. Kwa maana nafikiri tutegemee rotation katika mchezo wa kesho. <coughs> Swali la mwisho kwa mwalimu. Kama lipo, sasa unaweza kuuliza kwa sauti kidogo. Sauti kidogo, nafikiri hakuna ukweli wote, kama tungekuwa tunaridhika mechi iliyopita, tumeweza kushinda kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kiwango cha goli tano. Nafikiri kama tungekuwa tuna uto wa kuridhika tusingeweza kupata goli tano zile. Kwa hiyo mimi nafikiri ya yanaongelewa na kama lipo basi, tutaendelea kulifanyia kazi tuhakikishe kitu kama hicho hakiweze kutokea katika mchezo wa kesho. Mwalimu, ni mchezo wa mwisho kwa Simba katika uwanja wake wa nyumbani KMC Complex. Zungumza na mashabiki wa Simba kualika kuelekea mchezo. ya kwanza ni wapongeze wa, ni na niwashukuru sana sana eh, mashabiki wa Simba wamekuwa na sisi kila tunapokwenda na katika kila hatua, kwa hiyo tulianza nao pamoja, kwa hiyo mimi nawaomba kesho waweze kufika kwa wingi, watupe sapoti kwa sababu ni mechi yetu ya mwisho katika onje yetu ya nyumbani, na sisi tunawaambia kwamba tutawapa burudani na kuwafurahisha, kufanya kile, kile, kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho.